Mtazamaji wa Wasafi Media. Uh, usiku wa kuamkia Novemba 8, 2025, jeshi la polisi limetoa taarifa kwa umma na kusema kwamba jeshi la polisi nchini linapenda kuutaarifa umma wa Tanzania kuwa kufuatia matukio ya vurugu, uporaji wa mali na uvunjifu wa amani yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025 katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya pia katika mikoa ya Shinyanga, Geita, Songwe, Ruvuma, Mara, Dodoma, Kilimanjaro na Iringa na kusababisha madhara kwa binadamu kuharibu mali nyingi za umma na za na na na watu watu binafsi kulileta athari athari kubwa, bali na athari kwa uhai na maisha ya watu. Waliofanya uhalifu huo waliharibu na kuchoma moto mali za umma kama vile ofisi za TRA, TAKUKURU, mahakama, ATM za baadhi ya benki, vituo vya polisi vituo vya mabasi ya mwendokasi kutoka Kimara mwisho hadi Magomeni na kutoka Magomeni hadi Moroko, ofisi za serikali za mitaa, kuchoma moto barabara za lami na za zege kwa kutumia matairi na majengo kadhaa ya Chama cha Mapinduzi. Pia walichoma moto na kuharibu magari ya umma. Aidha, mali za watu binafsi ziliharibiwa na kuchomwa moto kama vile vituo vya mafuta, maduka mbalimbali, magari makubwa na madogo kuchomwa moto. Pia walifanya uporaji wa mali na pesa za watu katika maeneo mbalimbali ya biashara. Taarifa hiyo jeshi la polisi inaendelea kwa kusema kwamba pamoja na kwamba baadhi ya waliopanga na kutekeleza uhalifu huo wamekamatwa na kuanza kufikishwa mahakamani. Jeshi la polisi nchini kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama uh, linaendelea na msako mkali wa kuwatafuta wale wote waliopanga, kuratibu na kutekeleza uovu huo. Aidha, wakati hatua hizo zikiendelea, jamii inaombwa kuendelea kutoa ushirikiano wa dhati katika kutoa taarifa za watu wote waliohusika ili hatua sahihi za kisheria zichukuliwe dhidi yao.